Kwa upande wa swala la elimu tunapatiwaga elimu vizuri bali, kama kuna uwezekano kuongezwe zaidi kulingana na teknolojia inavyoenda. Maana walio wengi wakazi wa huku wanatumia nishati ya kuni, hivyo basi kwamba itakuwa ni hatari sana kwenye uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo tungeomba ikiwezekana, tuletewe nishati mbadala kwa ajili ya kuweza kulinda mazingira na lengo kubwa kwa niaba ya utunzaji wa misitu pamoja na maji. Kwa hiyo mimi mwenyewe kuanzia leo nitakuwa mdau wa kutunza misitu pamoja na maji, na ushauri wangu kwamba kupitia, kupitia haya matamasha tujitahidi kwa ajili ya kushiriki, lakini pia tuweze kuwa watunzaji wa miti pamoja na vyanzo vya maji. Jambo la kwanza kama mlivyoona, tutakaa na wenzetu kuweza kuweka dustbin ili wale ambao wanapata fursa ya kutembelea e, utalii wa ndani waweze kupata maeneo ya kuweka hizo e, taka ngumu kama ulivyosema kwamba tuhakikisha kwamba tunaweka dustbin kuanzia maeneo yale kule chini, lakini na hapa kwenye eneo la maporomoko kuhakikisha kwamba hakuna utupaji wa taka ovyo. Kwa hiyo tutaweka dustbin kwenye maeneo haya. Nitoe rai kwa maana kwamba hii ni fursa kama mlivyoona, e, Holulu Waterfalls ni kubwa kuliko e, maporomoko mengine. Tunajua kwamba kuna maporomoko kama yale ya, ya choma ni madogo kuliko haya kama mlivyojionea siku ya leo. Kwa hiyo, sisi kama wadau tutaweza kuchukua haya matukio ya leo ambayo tumeshiriki kwa pamoja kwenda kutoa elimu kwa wengine, lakini pia kupeleka elimu hii na kuenda kutoa fursa hii kwa wengine ili waweze kupata nafasi ya kuja kujionea wenyewe.